ako ambazo zitahitaji upate watu wa kuweza kukushauri lakini kuna tofauti sana kati ya kuomba ushauri na kufanyiwa maamuzi. Mara nyingi kwenye mambo ya msingi yanayohusiana na maisha yako, hasa yale ambayo yana matokeo ya, bayo, ya muda mrefu yana long term impact, utahitaji kukusanya ushauri kutoka kwa watu mbalimbali, lakini mwisho wa siku lazima uwe na uwezo wa kufanya maamuzi yako mwenyewe. Mara nyingi sana watu wengi wanafanya makosa ya kuruhusu watu wengine waamulie katika mambo ambayo wao wanapaswa kuyaamua, na unakutana na mtu analaumu, anasema mtu fulani ndo kanipotosha, mtu fulani ndo kanipelekea nimekuwa hivi. Ni kweli, inawezekana ikawa hivyo, lakini unachotakiwa kujua ni kwamba kuna mambo hautakiwi kuruhusu watu wengine wa kuamulia, kwa sababu wewe ndio anakuhusu zaidi. Haya mambo yanaweza akawa katika maeneo tofauti ya maisha, yanaweza akawa katika kazi unayofanya, yanaweza akawa katika katika maono ulionayo, yanaweza akawa katika uwekezaji unaotaka kufanya. Kusanya maoni, kusanya ushauri, lakini mwisho wa siku maamuzi ni ya kwako binafsi huyo mwenyewe. Hii ni muhimu sana kwa sababu zifuatazo. Moja, kuna vitu ambavyo watu wengi hawajui, taarifa za ndani. Kuna vitu ambavyo wewe unavifahamu ambavyo wao vifahamu. Mara nyingi, hata mimi, watu wengi wanapokuja kuniomba ushauri, kuna vitu wananiambia, lakini vingine unakuta mtu akwambia, kwa sababu anavijua yeye mwenyewe. Ndio maana mwisho wa siku, huyu mtu lazima afanye maamuzi yake mwenyewe. Kuna vitu kuhusu watu unaoishi nao ambao wewe ndio unavijua zaidi. Hakuna mtu anavijua isipokuwa ni wewe. Wakati mwingine unavificha, kwa sababu unamfichia wewe mtu asipate aibu, pengine au wakati mwingine unaona ukizisema labda vitaleta madhara, akivisikia anaweza kaja kukudhuru zaidi. Kwa hiyo wewe ndio una taarifa nyingi zaidi kuliko mtu mwingine yote. Kwa hiyo ukiruhusu mtu akuamulie, maana yake ni kwamba ataamua kulingana na taarifa alizonazo. Mara nyingi wanawaambia watu kwamba ushauri ambao mimi naweza nikakupatia utategemea sana na taarifa ulizoniambia. Kwa maneno mengine, siwezi nikakupa ushauri tofauti na taarifa ulizonipa. Kwa hiyo ukinificha taarifa fulani, manake pia nitatoa ushauri kulingana na taarifa nizo nazo. Sasa na wewe ndivyo hivyo kwamba katika maamuzi yako ya maisha, watu wanaweza wakakushauri, watu wanaweza wakakupa mawazo, lakini mwisho wa siku wewe ndio unajua taarifa za ndani. Kuna vitu ambavyo watu wengine wote wavijui, wewe ndio unavijua peke yako. Kwa hiyo unapofika kwenye swala la maamuzi, lazima uwe na ujasiri na uwezo wa wewe kufanya maamuzi kulingana na kiwango cha taarifa ulichonacho, ambacho mimi naweza nisikuelewe naweza nikashangaa si, kwa nini umefanya hivyo, lakini wewe ndio unajua, kwa sababu ni taarifa zao. Kwa hiyo usiache watu wakuamulie, kwa sababu kuna taarifa za ndani ambazo wow, wao wasijui, wewe peke yako ndio unazifahamu. Pia lakini pili, wapo ambao wanataka kukupoteza au wanataka kukupotosha. Dunia ni ajabu sana. Maranyingi unaweza ukafikiri kama kila mtu anaku, anakutakia mema, lakini ukweli ni kwamba sio kweli. Kuna watu wengine wengine mema, kuna watu kazi yao ni ni kutaka kuona unaharibikiwa, mwingine kazi yao kuona wakt ni kuona kwamba umekosea, wanafurahia wanapona umepoteza, umepata sara, umepoteza mwelekeo. Ndio maana mwisho wa siku hata kama watu watakushauri mambo mengi, watakuambia taarifa nyingi, mwisho wa siku, mishwasiku mwenyewe menywe natakiw ufanye maamuzi, useme kwamba hiki ndio sahihi na hiki ndio sicho sahihi. Usipofanya hivyo, maana yake ni kwamba utakuta kila siku unafanya kitu, alafu ktu una, umekosea unaanza upya. Nakumbuka jambo hili watu wengi kwenye maisha wanapoteza muda mwingi zaidi katika kurekebisha makosa kuliko katika kufanya vitu vinavyopaswa kufanya. Na hakuna kitu kinapoteza muda kama hicho. Na wewe katika maisha yako, kama unataka ni mtu ambaye kila siku unakosea na kuishi kurekebisha makosa yako, maana lazima uamue kwamba ninapopata mawazo napopata fikra fulani nitazitumia kama sehemu ya kunisaidia kuchakata na kupata maamuzi sahihi, lakini situmie mawazo ya mtu mmoja kama sehemu ya maamuzi, kwa sababu wako watu ambao kwa makusudi kabisa watakupotosha. Umesha kuona kwenye eh, watu mbalimbali wakizungumza kwamba walio kupotoshwa waliokufanya hivi. Hata kitabu cha eh, Hayati Benjamin Mkapa kwenye kitabu chake anaelezea eh, anazungumzia anasema kwamba kuna vitu alipotosha na wasaidizi wake kama rais. Kwa hiyo inatokea, kuna watu wanaweza kukushauri kwa jitu au kupotosha kwa maslaha yao pengine, au wanataka kukosea, inategemea, au kwa uoga na vitu vinavyofanya hivyo, au wanahofia, kwa sababu kuna watu pia wanaweza kukupotosha kwa kukupenda pia, kwamba wanaogopa ukifanya maamuzi, au utaumia utafanya, au kwamba ni hatua muhimu ya wewe kutoka kwenye changamoto ambazo unazo. Kwa hiyo ni vizuri pia uwe na sehemu nafika, unafanya maamuzi yako mwenyewe, maamuzi ya msingi, usiwaache watu wengine wakufanyia, lazima uyafanye kuwe mwenyewe Lakini cha tatu ni kwamba kuna watu ambao hawajui maumivu yako. Unajua kiwango cha maamuzi unayoyafanya kwenye maisha yako nimesema moja, inategemea kiwango cha taarifa ulizonazo, lakini pili, kiwango cha hisia na maumivu ambayo unakuwa nayo. Na mara nyingi maamuzi mengi magumu kwenye maisha yetu tunayafanya kufanya maamuzi watu hata kuelewa, kwa sababu ni, ni, ni, sawa tu. Hawezi kukuelewa kwa sababu hawelewi kiwango cha maumivu ambacho unacho. Unajua, ni kama mimi nikivaa kiatu ambacho kinabana sana eh, inawezekana kiatu very expensive, nikavaa kiatu labda cha laki tano la nimevaa mguu, wewe ukiona utasema ise nywele amependeza sana, lakini mimi kumbe naumia kule ndani, kidole kina kinanikaba nasikia maumivu makali. Kwa hiyo kama na machaguzi mawili moja ni kuruhusu watu wananisifia ili niendelee kuwaridhisha, wanisifie kwa kuvaa kiatu kinachonibana nikiwa nasikia maumivu, au ni kubali kukivua hicho kiatu ili niendelee na maisha vizuri, hata kama watu wanisifia, lakini mimi sisiki maumivu tena kwenye maisha. Utafikishwa kwenye hiyo hali, kuna wakati utakuwa unasikia maumivu ambayo wengine wayaoni, wengine wayasikii, wengine hata wayatambui. Mwingine akikuangalia naona umefanikiwa, umefurahi, unaishi vizuri, lakini ndani yako wewe ndio unajua aina ya maumivu. Kwa hiyo ukifika kwenye ile moment usiruhusu mtu mwingine akufanyia maamuzi, kwa sababu maumivu yale ni wewe ndio ambaye unayasikia. Kufanya maamuzi yako kulingana na uhalisia wa mambo na, na kumbuka anachosisitiza, watu wanaweza wakakushauri, lakini usiwaruhusu wakufanyia maamuzi, especially maamuzi muhimu. Watu wengi wanaofika katika kiwango cha juu cha maisha yao, moja ya majuto yao ni kutosimamia mambo ambayo walikuwa wanayaamini na wanayapenda na kuyafanyia maamuzi wao wenyewe. Mwisho ni kwamba kuna watu ambao wanataka ufanye kinachowapa wao furaha bila kujali wewe unajisikiaje. Ili jambo lingine la ajabu sana kwenye maisha yani, kuna mtu anataka kuamulie kitu kwa sababu yeye kinampa furaha lakini wewe akikupi furaha yani, kama vile anachojaribu kukwambia unatakiwa uishi maisha yako kwa kumfurahisha yeye. Kuna watu ambao wamechaguliwa vitu vya kusoma, lakini sio kwamba wao vinawafaa, ila vinawafurahisha wazazi wao, vinawafurahisha ndugu zao. Kuna watu wamechaguliwa wenzi yaani mume mke wamechaguliwa. Kwa nini? Kwa sababu anapendwa au anamuona atasaidia familia au ndio ambaye anatakiwa na wazazi au na ndugu pia. Au wakati mwingine hata na marafiki. Lakini yeye ndani ya moyo wake anajua kabisa mtu si mhitaji. Kuna watu wameamuliwa hata kazi za kufanya. Maana yangu ni kwamba uwe makini sana, kwa sababu duniani watu wengi ni selfish, watu wengi wana binafsi sana yaani, uko tayari akulazimisha ufanye jambo ambalo anajua lina manufaa kwako lakini lina manufaa kwake, kwa maneno mengine uishi kwa kumfurahisha yeye. Wako watu ambao hata kuvaa wanavyovaa, vitu wanavyofanya, wanaamuliwa kila kitu. Kwa sababu gani? Kuna mtu anataka afurahie kwa wao kuwa vile walivyo. Sasa ni muhimu kujua kwamba katika maisha wewe pia ni mwanadamu, una maisha yako, una matamanio yako na una vitu vyako. Ukiacha watu wakuamulie, mara nyingi wanaweza kuamulia kwenye vitu ambavyo haufurahii, na mwisho wa siku ukawae maisha yako yote unaishi kwa kuwafurahisha watu wengine. Kuna moment katika maisha yako lazima ufike na uamue kwamba pamoja na yote yanayoendelea, lakini na mimi pia lazima nijijali. Watu wengi walioenda umri sana, moja ya majuto walikuwa nayo ni kwamba they didn't take care of themselves they didn't make good choices for themselves. Hawakujitunza wao wenyewe na hawakufanya maamuzi yanawasaidia sana na kuwafurahisha, waliishi kwa kuwafurahisha watu. Daniel Mann, mwanafalsafa alisema, watu wengi sana kati ya miaka sifuri mpaka miaka 35 eh, 9 huwa wanafanya kila kitu wakijiuliza, watu watanionaje? anavyovaa, nyumba anayoishi, shule aliyopeleka watoto, gari analoendesha, kazi anayofanya, mtu aliyeko naye kwenye mahusiano, kila kitu kisensitive na watu, watu watanionaje, watasemaje. By the time akifikisha kati ya miaka 41 mpaka 59 eh, mpaka mpaka 59, anaanza kusema I don't care, sijali watu watasemaje, sijali watu watanionaje Anagundua hakuna mtu alikuwa anamfuatilia, kila mtu alikuwa anaendelea na maisha yake. Iko hivi, vitu vingi unavyofanya kwa ajili ya kuwaridhisha watu, mwisho wa siku, utakapokuwa unajilaumu wenyewe, watakurudishia tena lawama wewe, watakuambia kwani nilikulazimisha? Si mwenyewe ungefanya unachokitaka? Na hii itakuumiza zaidi kuliko sasa hivi. Usiruhusu watu wa kuamulie, hasa mambo ya msingi. Chukua mawazo, chukua ushauri, mwisho wa siku wewe ndio unajua maisha yako. Make sure unafanya maamuzi kulingana na unachokitaka na unachokipenda kwenye maisha yako, sio